Namna ya kuandaa Google Form kwa njia ya simu yako au kompyuta yako. Google Form kwa ajili ya matumizi yako madogo madogo kwa ajili ya shughuli zako ndogo ndogo. Karibu katika chaneli yetu ya Next to You. Kumbuka kusubscribe, kushare, kucomment, pamoja na kulike. Karibu sana, nitaenda kukuonyesha kwamba ni namna gani unaweza kutengeneza Google Form kama hii ambayo itakusaidia kwa ajili ya taarifa zako mbalimbali. Pia vitu kama hivi kama hizi eh, ni namna namna gani unaweza ukazitengeneza form, kisha andika, andika Google Form, nenda kwenye sehemu ambapo imeandikwa Google Form sign in, utaingia hapo. Baada ya kuingia hapo itakuletea section za aina hii Section hii ya kwanza unachopaswa kukiandika utaandika, uh, kitu gani heading yako ya, ya, ya Google Form unataka ionekanaje? Kwa mfano mimi nataka iandike taarifa, uh, taarifa taarifa taarifa za mwanachama taarifa za mwanachama sorry, uh, uni ifute description labda tuseme kwamba ni taarifa taarifa taarifa kamili Taarifa kamili. Sasa nitarahisisha kwa sababu nakuelekeza namna gani unaweza kutengeneza, nitatengeneza na section mbili ya jina kamili la mwanachama pamoja na mahali anapoishi kimfano. Hapo kwenye hii section ya kwanza tumemaliza, huu ndio utakao muonekano wetu wa heading yetu katika Google Form yetu, lakini hii sehemu ya pili nitakuonyesha kwamba ni namna gani, uh, utaiandika jina kamili na iweze kuonekana vizuri. Tutakuja kwenye option hii ya pili, tutasema kwamba hapa tunahitaji iwe jina jina kamili jina kamili. Sasa jina kamili huwa linatakiwa lijibu in form of short answer kwamba ni jina kamili. Kwa hiyo utabonyeza kwa mshale utakuja sehemu yenye short answer. Utabonyeza short answer, lakini pia itabidi uweke require ili asipojaza isikubali kusubmit mpaka atakapojaza ndio itakubali kusubmit. Baada ya hapo utakuja hili eneo hili hapa lenye eneo la kujumlisha, utabonyeza hapa ili kuenda section nyingine, ikulete section nyingine. Kama ukiona hapa tumeongeza section ya tatu. Kwa hiyo section ya tatu tumesema kwamba tutaweka mahali mahali anapoishi mahali anapo, anapoishi. Hasa mahali anapoishi. Hasa mahali anapoishi tuseme kwamba mahali anapoishi tunataka tujue kama anaishi Kenya, Tanzania au Uganda. Kwa hiyo tutaenda kuselect tunataka iwe kwenye nini? Kwenye mfumo wa checkbox. Kwa hiyo tutaweka kwenye mfumo wa checkbox. Ah, tuseme ya kwanza kabla anaishi Tanzania. Tutaweka Tanzania. Ah, tuseme tu add another. Ah, option. Ah, option ya pili tuseme kwamba anaishi Kenya tuseme anaishi Kenya. Uh, option ya tatu tuseme anaishi Uganda lakini kama hana a, aishi Tanzania, Kenya tuseme ataweka others. Baada ya hapo, tutasema ya kwamba na namnye inatakiwa fanye nini? Alikwaya. Sasa ukihitaji ku, kuiviu kwamba uione kwamba hii muonekano wa, wa, wa, wa Google Form yako utabonyeza hili eneo hapa huko juu kabisa kwenye utu dot tutatu utabonyeza utasema, ukishabonyeza preview. Preview, itakuletea kwamba uh, bado hatujai publish kwa hiyo itakuhitaji u publish kwanza, ili iweze kuonekana. Ili ku publish Google Form yako utaenda kwenye hii triangle utabonyeza hapo, utabonyeza publish, kisha bonyeza publish. Uh, Google Form yako itabi publish di kila mmoja atakayeenda ataiona. Utabonyeza preview, kisha bonyeza preview, utakuja uh, uone hapa ni jinsi gani ambavyo Google Form yako inaonekana. Eh, hapa atajaza atajaza jina kamili. Kwa mfano, utaki ukusanya email, utakuja eneo la setting kisha kuja eneo la setting. Hapa uh, utakuja sehemu ya response, utasema kwamba sihitaji ku correct ime, utasema do not collect. Baadaye utasema kwamba nini, utasave. Baada ya hapo, tutaenda kusema tena preview ili tuone google form yetu inavyoonekana. Hivi ndivyo unavyoona inavyoonekana google form yetu. Google form yetu hapa atayandika jina kamili, tuseme jina kamili anaitwa hivyo, anaishi wapi, Kenya, utaweka utaweka uh, sehemu ya tiki, unaonaona kama hivi ilivyofanya nini, imeonekana sasa. Nawezaje nikaishia kwa watu wengine? Nitakuja mahali hapa kwenye haka mduara haka e, ambao mahali hapa nitakopi link, nitabonyeza hapo itaonekana long link, lakini nataka iwe short link a, nitakuja hapa nitaibonyeza hii link nataka kufanya nini kuikopi kwa ajili ya matumizi. Sasa kwa mtu ambaye unaenda unaweza ukaishia kwa WhatsApp, ukaenda kaipaste WhatsApp, ukaenda ukamtumia mtu kwenye email hiyo linki au mtu kwa mtu yeyote ambaye anahitaji kuitumia, uh, tuashum tunaingia kama mwanachama kwa ajili ya matumizi. Nitabonyeza hapa ili tuweze tukaipaste hii link yetu mahali hapa ili tuweze kupata taarifa za hiyo form. Alafu baadaye nitasema search. Nitaisubiri Google Form yetu ndio hii hapa imekuja kuonekana namna Hi. Hapa nitaandika jina kamili nitasema jina langu naitwa Just wanted. Just wanted. Mahali ninapoishi niseme ninaishi Kenya, baada ya hapo itanihitaji kufanya nini? Kusubmit. Nitabonyeza submit. Tayari unavyoona kama hivi, tayari yangu imesha submit. Kwa mfano, nataka labda ni submit another response. Ah, tuseme huyu ni mtu mwingine. Sasa tuseme anaitwa anaitwa Jessica. Jessica. Jessica mashauri Jeska Mashauri. Uh, tuseme mahali anapoishi uh, tuseme yeye anaishi Uganda. Atasafanya nini? Atasubmit uh, atasubmit atasabu. Tuseme sasa kwamba kimfano, kuna mtu hajajaza taarifa yake, nikuonyesha umuhimu wa response. Kimfano mimi nikasema tu kwamba mimi naitwa Halimashauri Hall at hall ticket, lakini nikasahau kujaza mahali ninapoishi nitakapobonyeza submit itakataa atakapobonyeza submit. Umeona, itasema kwamba this uh, is required question, kwamba ni lazima afanye nini? Ajibu uh, lakini akiweka neno other atafanya nini? Uh, Google form yake itafanya nini? Itakubali atakapobonyeza submit, ukiweka Uganda itaweka, itakubali. Kwa hiyo ni lazima afanye nini? Yes. Sasa, ili upate response kwamba ni namna gani taarifa zako umezipata au unaweza kaji ukapata hizo taarifa zako kutoka kwa nini? Kwa watu wako tofauti tofauti. Utarudi kwenye Google Form yako kama admin wa hiyo Google Form, utaenda neno response. Ukishaenda neno response, utaziona zote hizo ambazo watu wako wamesijaza. Mfano unavyoona kwamba jina kamili kuna just wanted, kuna Jessica Mashauri, kuna Hot Tiketi. Aya, mahali anapoishi kuna mtu anayeishi Tanzania hatujapata hata mtu mmoja anayeishi. Lakini tumepata mtu wa Kenya, tumepata mtu Uganda na tumepata wengine others. Yajionyeshe kwa hii. Ni namna ya kutengeneza Google Form. Kumbuka kusubscribe, kushare na kucomment katika chaneli yetu ya Next to You Channeli, kwa ajili ya kuweza kupata solution za aina tofauti tofauti. Asante sana.